Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Ze Hint. Leo tutakuwa na masuala yetu ya leo ya kiimani, tunaendelea nayo na leo tutakuwa na dhana ya kufunga, ina faida gani kiimani? Wengi wamekuwa wakisema kwamba, mtu mfano, unapitia misukosuko mbalimbali au kadhia mbalimbali katika maisha unapofunga na kumwomba Mungu ile hali ya kujinyima basi unavuta baraka mm. Eh, yale majambo yako yanakuwa yanaimarishwa yana yanafunikwa yale mabaya, kwa hiyo unapokea baraka. Na kuna wale wengine ambao kuna hii miezi ya kufunga mfano mm. kwa Wakristo kuna Kwaresma, kwa Waislamu kuna Ramadhani, kwamba wanapofunga basi wanasamehewa, na kipindi kile ndio kipindi kizuri mm. ambapo Mungu kama ukisali kitu basi maombi yao yanapokelewa mm. kwa haraka zaidi kuliko hizi miezi mingine mm. Kweli hii ni kaidi kweli. uh, imani za dini zetu hizi ambazo tumezipokea zina huo mtindo wa kufunga mm -hmm. Kufunga wanasema, mtu anakuwa karibu na Mungu, anajinyima, katika kujinyima anasanyewa dhambi na nini na nini mm -hmm. Ila mimi siamini sana kwenye mambo hayo, sipingani na haya mambo kwa sababu pia mtu ana mwenendo wake wa dini yake mm -hmm. Lakini kispiritualist, yani kiulimwengu, kufunga kuna faida zake. Mimi nazungumzia faida za kufunga Eh, lakini tusizungumzie kwa udogo hivyo faida za kufunga bwana, kiimani ambazo mtu anatakiwa ajue. Anayefunga sio kusamehewa dhambi. Mtu anapofunga kwa kujinyima chakula, kwa mfano o anavyofanya, nitakwambia njia nyingine ambazo mtu unaweza ukafunga. Kwa hiyo kumbe kufunga eh, kuna njia nyingine, so lazima tu ufunge ile kujinyima kula. Ndio maana anasema kufunga, wanaofanya hivyo kwa misingi ya dini hawaelewi asili yake ya dhana nzima ya kufunga. mm. Kufunga ni kuimarisha roho juu ya mwili. mm -hmm. Binadamu amesaulika kwa tafsiri, tunavyosema binadamu, tunazungumzia mwonekano wake, serikali inatuanisha picha yako passport size, urefu mm -hmm. ufupi, rangi mm -hmm. Lakini binadamu sio hii kasha ya nje mm -hmm. Binadamu ni roho mm -hmm. Mwili ni mwingine mm -hmm. Roho imeingia kwenye mwili, ndio binadamu ni roho. Yani, kiasili kabisa roho ndo ina control mwili mm. mfumo mzima wa roho ndani ya mwili wake basi ndo thamani yake. Anapokufa roho inakuwa counted, alafu mwili hauna thamani tena. Kwa hiyo kuimarisha mwili kuimarisha roho ndani ya mwili maanake kukumbusha binadamu kwamba mwili wako si kitu, ila roho ndo kitu. Sasa unaimarisha vipi e, roho kwenye kufunga kama mtu anafanya gym anaimarisha mwili, lakini nakula unaimarisha mwili, sio kufanya vitu fulani unaimarisha mwili, lakini kuimarisha roho ni mm -hmm. Kufunga <laughs> roho nayo iwe na, na misuli, ujijenge kiimani, mapepo mabaya wa wasikukabili kirahisi rahisi. Mtu ambaye mwenye roho ndogo ni mtu ambaye eh, anaendekeza sana masuala ya miili, ananja anaenda, atakula muda huo anajisikia sijui kwenda mambo a vishawishi, anaenda, hawezi kujikontrol <laughs> ukijidhibiti, wee roho yako ina misuli mm. Kujidhibiti na kuna viwango mm. Kuna wale makomando, anaweza kukamata akateswa kwenye kambi aseme ukweli, utamkata vidole, utamkata miguu, utamuua aseme, roho yake ni kubwa chuchuta, ina misuli, ana imani kubwa kwene chochote anachokiamini. mm. Sio lazima Mungu. mm. Maanayake unaweza ukafunga miaka yakoikaminwa pale ukasema roho yako aina misuli kwene dini yako n unaamini kwene dini lakini ni mwapesi. mm. Mtu ambaye akajifunga huko roho yake ni kubwa. Kwa hiyo kumbe sio lazima kuamini kwenye hiyo diniya maswala dini, dini eh. Kwa hiyo mtu anaweza akaamini, laba anaamini kwenye masomo anaamini kwenye kazi mm -hmm. Anaamini kwenye mambo ya yalab ni mfugaji mm, akafuga kawa naimani nayo umyumbishi ana roho mm. kubwa mona kuwa na imani na kile kitu mazoezi yake ni ya roho. Sasa kwenye dini hizi tunamwekea muumini kufunga yeah. Asile, kwa hiyo anaimarisha roho, lakini kuna njia nyingine, waumini mm -hmm. wa dini tofauti tofauti, ukiangalia Budha, ukiangalia Tao, ukiangalia kuna baadhi ya watu wengine wana jinsi ya kujikomiti roho. Unaweza ukaipa mazoezi naikawa, naimali, na ikawa na imani na ukapata faida zaidi anayefunga. Cha kwanza, hmm, kwa kujinyima mambo mengine. Wakati unajinyima kula, kama mi nikwambia, mi nakula kipindi hiki cha mfunga ufungi, sifungi hivyo. Kwa kujinyima kula, mimi najifunga kwenye kujikomiti, sitafanya mambo ya tamaa, hmm, sitakunywa pombe manake, hmm, sitavuta madawa ya kulevya, hmm, sitaomba kwa mtu kitu Nitapambana, nitajituma, nitakesha, nitafanya ni malengo yangu yatimie. Commitment ni ni ni, ni, ni msuri, yani ni mazoezi ya roho mm. Nitarudi nyumbani saa mbili, nitakuwa na adabu. Unajiwekea malengo na unayatimiza. Kwa hiyo wengi tumezoea unafunga, ikifika saa kumi na mbili naenda kula Mm, au kwa Wakristo kwamba mi nafunga niki, nikiwa na kiu nitakunywa maji nitafanya vitu gani? Mm. Lakini vile kumbe kuna njia nyingine kwamba yeah, unaweza yeah. Ukafunga labda unasema kabisa mimi hii funga yangu mm. E, mimi nitakuwa nasaidia watu, nasaidia watu. Cho, cho, Mwe mzima. Mwezi mzima mimi ni kusaidia watu tu mm. Natoa mpaka panapouma unaona, panapouma panapo uma yani ile dolo yangu la mwisho bado nalitoa mm. Kwa hiyo kumbe sio lazima mtu afunge kwa kula tu, unaweza ukajiwekea malengo yako kwamba mimi nitakuwa bwana nasoma, nitasoma mm. kwa bidii na nitafaulu, ndio mm. funga yangu nitakayoifunga. Na kwa mfano tu katika dini zingine ambazo nimekuambia mm. kwa mfano wa Hindu, huwa kama wanataka kufunga kusamehewa mm. umeona, sio lazima sio kwamba wache kula mm. anajikomiti, wanajipiga, wana mtindo wa kujipiga, wanajipiga yani vifua wazi, wanatoka, wanajiumiza mwili we, mwili wanajijeruhi mwili kwa kujitandika wanatoka mpaka damu mm. wanafanya hivyo siku nzima. Angalia, mwili una ukomandi, si kitu, roho ndo kubwa. ni mwili nitakutesa mm. uwezavyo, anaamini atasamehewa. Waisraeli wa zamani walikuwa wanatoka, wanavaa magunia, wanajidhalilisha, wanagaragara kwene mavumbi mbele za watu, ajo wasamehewe. Hizo ndo funga za kusamehewa. Kuna wengine, kuna baadhi ya watawa walikuwa wanafanya hivyo, wana kwenye belt zao wanafunga niba Alapu, anaikaza, anaikaza kiunoni kwenye nyama. Kwa hiyo asubuhi anaikaza kidogo inachoma nyama, jioni <laughs> anaikaza zaidi. Anaweza kafanya hivyo wiki nzima mpaka anahakikisha imezama ndani ya ngozi, alafu anaitoa, anaendelea kuguza majeraha yanayouma mpaka akipona, anahakikisha hizo ni thelathini amefunga hiyo sure, ilikuwa yeah, ya zamani iliku. Hivi sasa hivi kuna mtu anaweza kufanya hivyo yaani? Ndio maana nasema ukiangalia kiimani, spiritual ni kama li, kama bahari, halafu dini ni kama kakikopo, umechagua tu watu wako mm, ukawapa sheria zao, lakini ukiangalia spiritualist nini, mm, behind, ni kufunga utagundua ni kubwa. Kwa hiyo kama unaamini huwezi haya mambo mengine, endelea kufunga ndio kule mm, lakini sisi wengine usituseme, tuache tujikomiti na funga zetu na maana kama kuna mtu mwingine anaweza akapita, unajua watu tumetofautiana, mm. mwingine akapita hivi watu wote sio wamefunga, laba Wakristo wamefunga, Waislamu wamefunga. Mwingine akipita hivi mm. kwani wanapika? kwani nini? kwani nyie hamna imani? kwani hamjafunga? mm. anadhani watu wote wapo kama yeye, kumbe mm. kuna watu wengine wanafunga tu kwa ajili ya vitu vingine, yeah, na imani zao so lazima ufunge kwa ajili ya kula, so lazima ufunge, uh, kwa ajili ya kula. Na hii itawasaidia sana wale ambao wanakimbia. Hii yangu ni kubwa sana, watu wanajua eh, wana wana, wana wale wanakimbia, wale wale ali wale wene mm, visingizio vya magonjwa ya tumbo. Jikome! <laughs> Acha tabia yako mbaya Acha kuiba wake za watu, waume za watu. Sema mimi naacha kabisa mwezi huu, alafu unajikuta naendelea, kwa sababu lengo sio mwezi ule, siku thelathini, e, siku 30 kujenga tabia hiyo, na cha ja kushangaza Uta, utakuta mtu amefunga wa mm. Watu tunajua yani ile kikawaida kwamba mtu akifunga lazima atende matendo mema mm. Lakini unakuta mwingine amefunga bado, anaendelea na tabia zake, kama wake za watu, anaendelea tamaa zake, anaendelea mpaka unajiuliza wewe, umefunga kwani, umefunga nini? Maana yake si bora angefunga tamaa e, tamaa na hivyo vingine, kuliko anajinyima mm. kula, lakini matendo yake bado yanamuonyesha kama hajafanya kitu chochote yeah. yeah. Kwa hiyo unapofunga, bwana, labda ufunge kwa sababu ya faida za kiafya hapo eh, tutakubaliana tuta ukikaa muda mrefu bila kula kama mtu mnene eh, inachoma fat, mnafahamu eh, unapungua pungua, lakini ni kwa wenzangu wale eh, wembamba ambao wanahitaji mafuta mengi. Mimi na- uhakika dini hawasemi haya, lakini awase kubwa waambiwe, kuna watu kiafya kabisa amtakiwi kufunga, ukiangalia kwa size ya mwili, yani kwa uzito wako, urefu wako, ukubwa kilo zako, mm. usifunge kula, ndugu yako, funga haya mengine tunazozungumza tutaona mimi na nyinyi, nani ana imani <laughs> mpaka hapo. Mpenzi mtazamaji, mimi sina la ziada, nilikuwa na mtaalamu wangu hapo, bwana Chandi Abdalla, langu jina Diana Mvungi, mpaka wakati mwingine, karibu.